E, kwa majina naitwa Rahim Hassan Bakari ni mfanyabiashara wa soko la Kariakoo. Kwa kweli zimeniathiri sana kwa sababu nishazoea kutoka kila siku na Mtanzania haswa sisi wa hali ya chini maisha yetu ya kutoka kila siku. Tunatoka ili tule. Sasa baada ya kuwa siku sita niko ndani. Kwa kweli nimeathirika sana kutokana na pia vitu vilipanda bei kama nyanya iliuzwa mpaka shilingi 1000. Nyanya ambayo ilikuwa patikana shilingi 100 lakini iliuzwa shilingi 1000. Kwa hiyo hali hiyo imeniathiri mchele uliuzwa mpaka shilingi 4000 ambao ulikuwa unaweza shilingi 2500. Ni hali imeniathiri kweli kweli, imeniathiri kusema kweli. Mimi kama kijana, vijana nachowashauri waache mihemuko e, juzi swali lililotokea kwa vijana ilikuwa ni mihemuko, kwa sababu wengi wao ambao wameandamana, ukimuuliza kwa nini umeandamana, yeye hana, hana, hana sababu ya msingi ya kuandamana kwa, kwa hiyo wengi waliandamana kwa sababu ya mihemuko. Lakini mimi nachowaomba vijana waache mihemuko, ikitokea swala kama lile pale watulie na wa, waweze kudai wanachokidai basi kwa, kwa, ma, kwa mamlaka husika na iweze huenda kuwatafutia ufumbuzi, lakini kwa, kwa mihemuko kama juzi, mimi nashauri vijana wasirudie kitu kama kile tena. Kwa jina naitwa Faizati Peter, ni mkazi wa Dar es Salaam maeneo ya Mbagala, kata ya Mbande. Kiufupi, maandamano yalituasiri kwanza kiuchumi na kifamilia, kiujumla kwa sababu maisha ya Mtanzania asilimia kubwa ili utoke ndio upate kuishi. Sasa dhidi ya hapo, ilikuwa ni changamoto kwa kweli, watu wamepata tabu, watu na watoto familia zimeadhirika, kulingana na kipato kimekuwa ni, ni tabu sana. Kwa hiyo maandamano kwa, kwa mujibu wa haya maandamano, jinsi yalivyotokea, imetuasiri pakubwa sana kwa sisi wafanyabiashara na hata wanaokwenda makazini maofisini. Wito wangu ni kwamba, nasema kwamba nchi yetu ni ya amani na tusifanye mambo ya kuiga, kwa sababu tutazame sisi wenyewe wa Tanzania hichi kitu kitakuwa kimetuathiri kwa kiasi gani. Kwa hiyo eh, ina maana tunatakiwa tukae chini, tujifunze kwa jinsi tulichokifanya, tulicho si kizuri wa Watanzania, kwa sababu sio utanzania kwa ushauri mi nataka tu tujifunze kiukweli. Yaani kitu kile kisitokee tena.